La tatu ambalo la mwisho kwenye utangulizi, tambua mfumo wa kujifunza wa watoto. Fahamu mfumo wa kujifunza, fahamu watoto huwa wanajifunzaje. Sasa hiyo nitakufundisha kidogo saikolojia. Fahamu watoto huwa wanajifunzaje, fahamu watoto wanavyojifunza. Mfumo wa kujifunza wa watoto ni tofauti na watu wazima. Watu wazima tunaweza tukajifunza zaidi kwenye maneno, kwenye kuambiwa, kwenye kusoma lakini watoto wanajifunza kwenye kuona. Sema kuona. Watoto wanajifunza kwenye kuona. Watoto wanapokea wanachosikia kutoka kwa dada kutoka kwa baba na mama kwa asilimia thelathini unachokizungumza. Kwa hiyo hacha kuropokaropoka, hacha ukali. Mtoto anachukua kwa asilimia thelathini. Tunajichosha mwenyewe kuongea, bora ukae unywe maji, unajichosha. Watoto wanapokea kwa asilimia ngapi? thelathini tu, mambo unayozungumza wanafanya yale wanayoona kwa asilimia sabini wanafanya wanayoona kwa asilimia sabini Ndio maana huwa tunawambia wazazi msilale na watoto chumba kimoja muda mrefu. Kwa sababu gani? Hamjawafundisha, ila wanaona kidogo, unashangaa wanafanya vitu ya ajabu. Sio ya ajabu, ya ajabu kwao, kwa watoto, kwa sababu wameona tafiti zinaniambia za kisaikolojia, watoto wanaolala na wazazi wao chumba kimoja muda mrefu huwa wanaanza tabia za ngono mapema. Wamefundishwa? wameandikiwa sehemu? wazazi waliwaambia, hivi ndio tunafanya? Wanaona. wazazi wanafikiri hawaoni. Nimeongea na vitoto vingi, mnaambia saa mnafanyaje? wanasemaga tunajifanya kama tunakoroma kuta kakiume ndo kanakoroma ka gari limekwama mlimani ili, ili mzazi aone kabisa kwamba yamelala haya, wanaona kwa hiyo, chunga na kuwa makini. Wewe matron, wewe patron, wewe msaidizi wa ndani, kuwa makini sana. Watoto wanaona nini kwenye maisha yako? Kuna mtu ananielewa? Wanaona nini kwenye maisha yako? Kuna wadada wengine, mnachukua nafasi ya baba na mama kuto kuwepo, mnaleta maboyfriend wenu nyumbani. Nilikuwa na client wangu mmoja yuko Sinza, ananiambia Mauki nimekuja kugundua kila nikisafiri mtoto anakonda. Kumbe akaweka kamera dada hakujua, akagundua kuna mkaka bana anakuja anapaki bodaboda anaingia boda ndani anagonga uji wote yule kaka, kaka anapiga mpaka nimemwona kwa kamera. anafanya hivi kabisa hivi. Wa pembeni yule uji wa mtoto siku moja akanionyesha umeisha wa mtoto kwenye semosi aliowekewa umeisha dogo ameweka wa hapo anazunguka zunguka hali jamaa akavuta ule kwenye bakuli wa mtoto akapiga katoto kambaki masikio tu yamesimama hivi. Kuwa makini, watoto wanaona, wanaona unavyofanya, wanayaona maisha yako, wanaona usafi wako. Watoto wanaona. Wengine mnakuza mabinti hapa na wengine mba, mna, mnalala na wale mabinti chumba kimoja. Je, wale watoto wa kike wanaona vipi usafi wako? hawana wazazi, wazazi wao wako busy, hawawezi kuwafundisha kwamba wewe ni binti, nguo ya ndani haivaliwi mara mbili. Ila akikana wewe, anaona ukitoka kuoga umefua, ukitoka kuoga umefua. Sasa nashangaa ufui ufui unainusa, unairudisha, unaificha, unaificha. Ile mtoto anaamini kwamba, ah, kumbe inawezekana bana, ikinuka ndio osha, kama inuki. Mungu asifiwe. Hivi kuna mtu ananielewa? Usifikiri yale maisha yako na matendo yako yanaishia kwako mwenyewe. Wanaona ile ni shule tosha, una haja ya kumwambia fanya hivi. Ah, anaona anaona usafi wako anaona jinsi ambavyo unaambia oga oga oga, anaambia wewe oga dada. Mtoto ameoga anakuona, ukishamaliza kazi unaoga, umekuwa msafi. Anaona kumbe binti anajitunza, anakuona Sasa kama ulali kunala bila kuoga. Unatumia vipi yule mtoto? Alafu mnaacha chumba kimoja. Unaingia chumba rafiki anachoma huko mkaa. Kuna harufu. Kitoto hakijaoga. <coughs> Na ngoja nikwambie, ni ngumu sana mama au mtu mwenye nyumba kukulazimisha uogeshe mtoto wakati wewe mwenyewe, hiyo sio ishu yako, yaani wewe yani, we we yani unafanya kama kazi ufanyi kama, kwa sababu unapenda usafi. Unielewa? Hivi unafahamu kuna utofauti wa kulazimishwa kufanya usafi na kupenda usafi, si kuna tofauti eh? Fahamu mifumo yao ya kujifunza, wanajifunza kwa kuona, wanaona. Unaweza kuwa unakaa kwenye nyumba ambayo sio watu wa imani, lakini wewe ni mtu wa imani, unapenda kwenda msikitini, unapenda kwenda kanisani. Hivi unajua wewe unaweza ukaathiri na ukawasaidia wale watoto kiimani kuliko wazazi wao? Kwa sasa kuna vitoto fulani viwili nililetea ofisini kwangu, cha cha miaka sita na miaka mitatu cha miaka mitatu na nusu Naongea nao na wakasema, nyumbani kwao wanasema baba na mama wana magari matano, yako kwenye parking matano, lakini Jumapili wanaenda na bajaji kanisani. Wakasema kinatuuzi sana lakini tunaenda na dada hatuachi. Tukiwa tunaenda anaita bajaji tunaenda na dada kanisani. Baba na mama wanakuwa wapi? Wamelala. Naambia kwa nini wamelala Jumapili? Anakuja amelewa. <laughs> Tena kile cha miaka mitatu kinaambia, "Uncle Chris, can I show you how my mom walk when she's drunk?" Yaani nikuonyeshe mama yangu anavyotembea akiwa amelewa. Kale kama miaka sita kana minya hivi kwenye chini. Wewe acha. Nikamwambia asogea huku bwana asikuzingue. Yaani e, nionyeshe. Kakaanza kupanga viti ofisini kwangu, kanapanga viti. Kakaanza kutembea mama yake huyo. Nikagundua yule mama yao analewaga mtaani, analetwa kabebwa. Mama mzazi. Lakini watoto wanasema, tunashukuru kwa sababu angalau dada hatuachi tunaenda kanisani, Wazo, kanisa la Wazo lile KKT, anasema wanaenda na dada. Kwa hiyo dada ndio wamekuwa pekee mhimili wa imani ya wale watoto hivi. Hao watoto wakija kukua wakiipenda imani sana, wanamshukuru nani? Dada. Kuna mtu ananielewa?